Shikamu mama, shikamu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ya yeah, hebwana unaambiwa mama mzazi wa mfanyabiashara maarufu hapa nchini Jennifer Jorvin maarufu kama Niffer ameweza kumwomba msamaha Rais Samia Suluhu Hassan kwa makosa ambayo binti yake aliyafanya katika kipindi cha uchaguzi. Ahibana, inasemekana kwamba Niffer anakabiliwa na mashtaka ya kuchochea na kuhamasisha vurugu katika kipindi cha uchaguzi, na mama yake mzazi ameweza kuzungumza mengi katika msamaha huo, huku akiambatanisha kuwa Niffer ni miongoni mwa Watanzania ambao wanamkubali na kumpenda sana Rais Samia Suluhu Hassan eh, kwani Niffer ni miongoni mwa wasanii ambao kuweza kuanzisha ile challenge ya sauti ya mama. Eh, kama tunakumbuka Niffer ndo alianzisha ile challenge, baadaye na master wengine ndo wakafuata, kama kina Wema Sepetu, Nandi pamoja na wengine wengi. Yaa he bwana, mamake na Niffer ameweza kuzungumza mengi katika msamaha huu ambao ameweza kuomba huku akisisitiza kwamba binti yake huyo ndio anamtegemea katika familia. Yeye binafsi anaumwa na anamtegemea mwanae aweze kumtibia, lakini pia familia wadogo zake na Niffer wanamtegemea Niffer, kwani wanasoma wanatakiwa kulipiwa karo za shule pamoja na mambo mengine. Yaa he bwana, mamake mamake na Nifa ameweza kuzungumza mambo mengi sana wakati eh, akisisitiza Watanzania pia waweze kumsaidia kumuomba msamaha Nifa aweze kuachiwa huru. Sote tunafahamu kwamba baada ya kutokea pulukushani za hapa na pale Nifa aliweza kuwekwa ndani kwa makosa ambayo nimeweza kuyataja hapo nyuma. Sasa bila kupoteza muda twende tukatazame video hiyo, tumsikilize mamake na Nifa akimuomba msamaha Rais Samia Suluhu Hassan. Ya, hebana, hebu tumsikilize. Assalamu alaykum. Shikamoo mama, shikamoo mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mama angu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama, ni tokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mamaake na Jennifer Jovin Bilikuija Niffer. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda ya binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama, hatuna wa kumtegemea zaidi ya Niffer mama Niffer ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania, naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka, narii mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu suti na ikawa imekubalika sana, yoyote yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama mheshimiwa rais wetu mama. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina popoa hela popote. Mimi ni mgonjwa naumwa mamangu. Tegemezi yangu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba, naomba mniombe msamaha wa mitambo. Niombe msamaha kwa mheshimiwa rais ndugu zangu. Amekosa yeye, anatambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda po sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea tusipo kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada Mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamee Niffer, amekosea, anatambua makosa yake, naomba utusamee. Naomba utusamee mama. Naomba msamaha binti yangu. Kama vile ambavyo umeweza kumsikiliza mama yake Niffer akimwomba msamaha Rais Samia e, kikubwa naomba Watanzania tuweze kujumuika na mama huyo tuweze kumwombea msamaha kwa Rais Samia Suluhu Hassan, aweze kumfikiria mara mbili, kwani Niffer ni kijana binti mdogo ambaye anajipambanua kutafuta maisha e, ameweza kukosea, sote tunafahamu kwamba binadamu tunakosea. Hivyo basi, Watanzania tuweze kuungana kumwomba msamaha Rais Samia Suluhu Hassan, aweze kumwachia Jennifer. Jorvin aweze kuendelea na harakati eh, zake za kibiashara pamoja na mambo mengine ya hewana. Eh, video hiyo iliweza kupostiwa katika akaunti ya mdogo wake na Niffer ambaye kwa sasa anashikilia biashara za Niffer eh, ambaye anakwenda kwa jina la Ajirat eh, unaweza kumsearch Instagram na utaweza kuiona video hiyo kwa uzuri zaidi, eh, kupitia katika ukurasa wa Ajirat ambaye ni mdogo wake na Niffer ya hewana. Hii ni Memorata TV, ulikuwa na mimi mtazamaji wako kwa nguvu na entertainer na Diva, na usisahau kusubscribe hapo chini. Kwa sasa mimi nasaini out tukutane wakati mwingine tena.